Imekuwa afueni kwa wakazi wa eneo la Tarbaj katika kaunti ya Wajir kufuatia tatizo la muda mrefu la maji katika eneo hilo. Aidha, wakazi hao sasa wanapata maji kutokana na kujengwa kwa visima vya maji eneo hilo. Jamii kwa miongo kadhaa imekuwa ikihangaika kupata bidhaa hiyo muhimu. Mwanahabari wetu Hashim Jimal anaarifu zaidi. Kwa vizazi vingi, jamii za Tarbaj zimekuwa zikipambana na ukosefu wa chanzo cha maji ya uhakika. Hata mji wa Tarbaj wenyewe ambao ni kitovu cha wadi tatu umekuwa bila usambazaji wa maji wa kudumu. Wakazi wa Lafale, kilomita kumi pekee kutoka Tarbaj, wamekuwa wakitegemea kisima chenye maji kidogo kwa miaka mingi. Wengine katika maeneo jirani hawana budi ila kusubiri maji kusafirishwa kwa malori, huduma ambayo ni ghali na isiyoaminika hasa katika misimu ya ukame. Lakini sasa mabadiliko yameanza kushuhudiwa. Juhudi za mbunge wa Tarbaj Hussein Abdi Bare pamoja na ujenzi wa barabara kuu ya kutoka Wajir hadi Tarbaj inayopita eneo hilo, visima vipya vinaanza kuchimbwa na kuleta afueni kubwa. Kwa mara ya kwanza, baadhi ya wakazi wanapata maji karibu na makazi yao. Also made an attempt to drill a

tumepata mshini ambayo tulikuwa na moja maji yake ilikuwa kidogo, na saa hivi tumepata moja maji yake uko mingi. Wavulana wa wamepata kazi kutoka kutoka. Athari zake zimeanza kuonekana huku familia mifugo faika, na biashara zikinufaika na upatikanaji huu mpya wa maji shortage That has gripped this area for so long. Faida zingine ambazo zinapatikana kwa hii barabara, watu wanapata kazi, maji itapatikana, tuko katika eh, hali ya kufanya ile inaitwa hydrogeological study ya kuanza boho hapa Tarbaj. Kama mnavyojua, Tarbaj maji sio rahisi kupata lazima tufanye hydrogeological study, hatuwezi kuja tu tuanze kuchimba, na hiyo imeanza. Kwa hivyo wakati wowote utaona drilling imeanza. Kama vile tunaongea, tulikuwa tunasaidia hata maji kutoka Sarman, tulikuwa tunatoa mafuta ili maji iletwe na pipe na lori, ndio hiyo ya maji, pia tunaendelea kusaidia water, poho. We the water. Everybody is happy. Kwa wakazi wa Tarbaj, huu ni mwanzo wa mwisho wa taabu yao ya muda mrefu. Ingawa juhudi zaidi zinahitajika kuhakikisha upatikanaji endelevu wa maji kwa kila mtu, hatua zilizofikiwa hadi sasa zinatoa matumaini ya maisha bila uhaba wa maji. Nikiripoti kwa runinga ya Citizen kutoka kaunti ya Wajir, mimi ni Hashim Jimal.